Kwanza kwao na watumishi wa Mungu katika kanisa hili na wa Mungu mzima. Mara ya mwisho, Baba Paroko, nilionana na wewe kwenye arambe kwenye kwenye zoni nakkana na lakini siku hili il akukuweza kua vizuri kwa sababu siku ile mtoto wangu alipata ajali mwingi, ndio ukaachana. Lakini kabla hapo, mtajana nilikuja kwako kuomba appointment ya kuonana na askofu mkuu wa kanisa Katoliki kala pele, ulinisaidia na kumuona

mwenyekiti wa jumuiya yangu nikamwambia, piga kwa fotokopi ya makaratasi kutoka India ili maroho wako wajue naumwa nini, kinacho kinachonisababisha nishindwe kuhudhuria shughuli za kanisa nini. Muda mrefu nimekuwa napumzika, nimekaa chini, kwa hiyo nikataka ujua. Natumaini atakuwa amekuletea pia nikaomba asikae mbali na mimi, kwa sababu chochote kinaweza kikatokea. Ikitokea ujapata hata upako wa mwisho, basi ukasamewa madhambi yako yote, makosa yako yote, unaweza ukapotea. Kwa hiyo nilitoa taarifa hiyo, a nilita mwenyekiti wa mua yangu. Sasa baba paroko utakaposoma ile ripoti ya madaktari, mimi nimekuwa India mwaka 2009. Mimi ni mgonjwa sana, watu hawezi kuingia. Nimeenda India tena 2014, natakiwa nirudi 2015 tu. Juzi nilikuwa India na mwisho wa mwezi itabidi tena waende kunikagua. Nimeamua kusema hii kwa sababu kwanza umenipa heshima. Mimi ni Mkristo wako, ni muni wako, shida zangu ni shida zao na waamini wenzangu walio kwamba wana wana ugonjwa katikati yao. Hilo la kwanza sasa. Sasa la pili, na kupongeza sana kwa kwa kwa jinsi unavyosimamia mwelekeo haya. Sina hakika kama na mimi naweza kuchangia kama wenzanu, kazi inafanyika kwa njia nzuri, kazi takatika sasa nilipata na mimi niwunge mkono mwenzangu. Naomba, kama kuna upungufu wote maji, naomba nitatoa shilingi milioni mojaazia teno <coughs> <coughs> Lakini nafanya hivyo upendo wako kwa familia, kazi yako nzuri unaofanya, ushirikiano wako kwa kuleta maendeleo ni mwenda waziri ko anaanza kuja Sinza akasema kuna kitu, kwa hiyo endelee. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana mwenyezi Mungu amenisaidia leo, nafufuka na yeye, hata nikifa kesho nitakuwa tayari a utukufu wa Yesu Kristo. Je, ungejisikiaje kama ungeweza kufikia maelfu ya watu moja kwa moja kwenye simu zao kuhusu huduma za bidhaa zako? Kama ndiyo, SMS mtandao ni mfumo wa kisasa unaokuwezesha kutuma maelfu ya jumbe za simu kwa muda mfupi. Fungua akaunti yako sasa. SMS mtandao popote wakati wote.